Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa Sant Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu, ambapo leo tarehe 7 Januari tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya mtakatifu Raimondi wa Penyafort. Padre Raimondi alikuwa mtawa wa shirika la Wadominikani na mwanasheria msomi. Alizaliwa Penyafort, Catalonia, nchini Hispania mwaka 1175. Wazazi wake walitoka familia ya kifalme ya Aragoni huko Hispania. Baada ya kumaliza masomo ya chuo, alifundisha filosofia katika chuo kikuu cha Barcelona nchini Hispania. Baadaye alijifunza pia sheria za kanisa katika chuo kikuu kikatoliki cha Bologna nchini Italia na baada ya kuhitimu masomo yake alifundisha sheria za kanisa kwa miaka kumi na mitano. Baada ya hapo alijiunga na shirika la ndugu wahubiri, yaani Wadominikani na kuwa padre. Mungu alimjalia kipaji cha kuhubiri vema. Alitumia vema kipaji hicho, akizunguka Hispania yote akifundisha neno la Mungu. Alifanikiwa kuwarudisha waasi wa imani wa Aldensi na wa Albigensi katika imani Katoliki na akawaongoa wapagani wengi wakabatizwa, na baadhi yao walikuwa Waislamu. Alifundisha imani Katoliki, maadili na kuwatia moyo watu waliokuwa wamenaswa na kongwa la utumwa wa kuwatumikia Waislamu. Raimondi alianzisha nyumba za watawa katika maeneo ya Waislamu mpaka mwaka 1256 kwa jitihada za Raimondi Waislamu elfu kumi walikuwa wamebatizwa. Mtakatifu Raimondi aliimarisha imani ya Wakristo na kuwafundisha namna ya kuwashinda maadui wa Kanisa: walipaswa kwanza kumpinga shetani ambaye ni adui namba moja wa kiroho na kuchukia dhambi kwa kuitiisha miili yao ifuate matakwa ya roho. Waregevu wengi wa imani wakawa imara tena kwa mifano na mashauri yake. Wakristo walipambana na Waislamu mpaka wakawashinda. Raimondi alikuwa anaheshimika sana na Mfalme Yakobo wa Hispania, hata hivi akamfanya kuwa mshauri wake. Mwaka 1230 Papa Gregori wa tisa aliona imani yake na juhudi ya kuokoa roho za watu, alimwita Roma na kumfanya awe kapelano na muungamishi wake akimpa pia kazi ya kuandaa kwa usahihi na mtiririko sheria za kanisa. Mtakatifu Raimondi alikusanya pamoja matangazo na maagizo ya mapapa na ya mitaguso kwa miaka mitatu, na akaandika vitabu vitano ambavyo tangu mwaka 1234 mpaka mwaka 1917 vilitumika kama sheria za kanisa. Kazi hiyo ilikuwa msingi wa kanuni ya sheria za kanisa iliyokuja kuthibitishwa na papa mwaka 1917. Aliteuliwa kuwa askofu wa Tarragona lakini alikataa na akarudi Hispania. Mwaka elfu moja mia mbili thelathini na nane alichaguliwa kuwa mkuu wa shirika la Wadominikani. Alipitia upya kanuni ya shirika lao, akaanzisha shule katika miji ya Barcelona na Tunis kwa ajili ya kufundisha lugha za Mashariki. Mtakatifu Raimondi alijitahidi sana kuwaongoa Waislamu wa Kihispania. Ili kutimiza azma hiyo, alimhimiza Mtakatifu Toma wa Aquino kuandika kitabu ambacho baadaye kilikuwa maarufu sana kiitwacho Dhidi ya Wapagani. Alikufa tarehe 6 Januari mwaka 1275 akiwa na umri wa miaka mia moja na ni msimamizi wa wanasheria wa kanisa. Itukuzwe Damu ya Kristo! Milele Amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Raymond wa Penyafort. Viongozi wa dunia hii wanaweka mipingamizi katika njia ya kwenda mbinguni, lakini Kristo, mfalme wa mbinguni ametuonesha njia ya kuruka kwenda mbinguni kwa kuwa yeye ndiye njia, ukweli na uzima. Tuwaoneshe watu njia hiyo. Watakatifu wengine siku ya leo: Mtakatifu Valentini na Mtakatifu Teodori mtawa wa Misri, Mtakatifu Raymond wa Penyafort padre